Bima pub. Urahisi wa maisha. Karibu katika makala hii inayoangazia ugawaji wa miche ya zao la minazi wilayani Mkinga. Mwandaji wa makala hii ni Ibrahimu Kunoga. Kampuni ya Simba Bingwa kupitia Simba Supplier Child Solution Limited chini ya kampuni yake tanzu ya Simba Terminal imegawa miche ya zao la minazi kwa wakazi wa vijiji vitano vya kata ya Gombero wilayani Mkinga mkoani Tanga lengo likiwa ni kufufua kilimo hicho na kuimarisha uchumi kwa wananchi. Hatua hiyo imekuja ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuisaidia maendeleo ya jamii, ambapo meneja wa miradi wa Simba Terminal Innocent Tirya amesema kuwa miche hiyo ya minazi itagawiwa kwa awamu mbili. Katika zoezi hilo la ugawaji wa miche hiyo elfu tatu lililosimamiwa na wenye viti wa vijiji vya Gombero, Kivuleni, Mgabi, Jirehini Bombo na Jirehini Mfuduni, wakazi wake wameelezea matumaini yao ya kuimarisha uchumi wa familia zao kupitia minazi. Mwanamama Zainab Hussein mwenye shamba la hekari tano ametumia fursa hiyo kuishukuru serikali kwa kuona jamii ya wanawake, akisema miche hiyo ya minazi imetoa matumaini ya kuimarisha uchumi wao. Nashukuru kwamba serikali imetuona, hasa mkuu wa mkoa kutuletea hili zao ili la minazi ili lituendeleze kiuchumi kama kina mama, na sisi tuweze kujikwamua sasa. Tunashukuru hili zoezi liendelee mwakani, zakatitwa zao jingine, tukaendelea nalo na Mama Samia naye twamshukuru kwa kutuona wanaakenzia ili atukwamue kiuchumi. Katika taarifa yake, meneja miradi wa Simba Terminal Innocent Tirya amebainisha kampuni yake chini ya Simba Bingwa imekuwa na utaratibu wa kuchangia maendeleo ya kijamii kutokana na faida inayoipata ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali katika kuharakisha maendeleo kwa umma. Mradi huu tuliubuni na ulianza mwaka 2023 ambako tulileta meli yetu ya kwanza ilikuwa na tani elfu 23 za salfa. Ndani ya zile tani elfu 23, kwa sababu ilikuwa ni meli ya kwanza kubwa kufika katika mkoa wa uh, Tanga, ndio uh, tukasema tunarudisha nini kama kampuni uh, wakurugenzi wakakaa wakafikiria ni nini ambacho wanaweza kufanya tuweze kurudisha kampuni Uh, ndio tukaja na ubunifu wa kupanda miti katika mkoa wa Tanga elfu ishirini na tatu sawa, sawasawa na tani elfu ishirini na tatu za salfa ambazo tulileta. Lakini baada ya kufanya utafiti wa kutosha, kutokana na mwaka jana, tukagundua mwaka huu mkoa wa Tanga zao la nazi limeshuka sana. Ukiangalia katika mikoa inayozalisha nazi kwa wingi, Tanga sasa hivi imekuwa uh, chini kulingana na huko nyuma uh, baada ya hiyo tukaona juhudi za mkuu wa mkoa Dokta uh, Batilda Buriani alikuwa anahamasisha wakazi wa Tanga, anahamasisha kurudisha lile zao la nazi. Kwa hiyo nasi kama kampuni kupitia kwa mkurugenzi wetu Azim Dewiji pamoja uh, na madirekta uh, Ali Dewiji na Hussein Dewiji ndio tukaja na mpango huu wa kutengeneza uh, projekti hii ya mnazi chini ya dairekta wa terminal uh, mzee Awadhi Masawi. So baada ya hapo ndio mimi nikateuliwa kama meneja miradi kwa ajili ya kusimamia projekti hii. Kwa hiyo tukaja na projekti ya kuleta minazi elfu tatu katika mkoa wa Tanga. Tukafika tukafanya utafiti na baada utafiti, ani, ya utafiti ukafika mkoani kuonana na serikali ya mkoa tukaonana na afisa y mazingira wakatuonyesha eneo la Gombero katika wilaya ya Mkinga, amesema Simba Terminal katika mradi huu unaotekeleza katika kata ya Gombero utasambaza miche ya minazi elfu tano ambayo imeshainunua ambapo awamu ya kwanza wamegawa miche elfu tatu, huku awamu ya pili ikikusudia kugawa miche elfu mbili na mgeni rasmi atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Salha Buriani. So, serikali ya kijiji hichi cha Gombero imetupokea vizuri. Tumeshirikiana na wananchi, tumetembea kijiji kwa kijiji, kwa vijiji vyote vitano. Tumekutana na wananchi na kila mwananchi amefurahia. Na project hii inaenda moja kwa moja kwa wananchi, sio kwa kiongozi, sio kwa mwenyekiti, sio kwa diwani. Katika vijiji vitano, uh, kila kijiji kitapata minazi mia sita kwa awamu ya kwanza, kwa sababu tutakuwa na awamu mbili awamu ya kwanza na awamu ya pili ya ugawaji wa hii minazi. Kwa hiyo kila kijiji kitapata minazi mia sita. Kwa hiyo vijiji vitano itakuwa ni minazi elfu tatu itakuwa imeenea katika hizo vijiji. Minazi mingine elfu mbili pia itagawa katika yale makundi ambayo yametengenezwa kwa ajili ya, ya, ya shamba darasa. Kwa hiyo na yenyewe itaenda kwa na kijiji na tutakuwa tunaifuatilia kushirikiana na afisa kilimo wa eneo hili, maafisa wa serikali pamoja na watendaji na diwani ambao alitupokea toka mwanzo vizuri kabisa. Aidha, mwenyekiti wa kijiji cha Kichangani kata Gombero, Mhina Geoffrey Ntambo, ameshukuru serikali na kampuni ya Simba Terminal kufikisha fursa hiyo ya ugawaji wa miche ya minazi kwa wakulima waliopo kwenye eneo lao pekee kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini zaidi pia tushukuru uongozi wa serikali, lakini kipekee kampuni hii ya Simba ambayo wametuletea fursa hii ya zao la minazi, kutupatia miche kwa awamu ya kwanza miche elfu tano ambayo inahitaji kusambazwa kwenye vijiji vyetu. Tunashukuru sana kwa sababu uh, hali ya kiuchumi ya kanda hii zao la mnazi lilikuwa ni zao muhimu sana, ilikuwa ni zao tegemezi, lakini kutokana na hali ya ukame na kutokana na hali ya eh, wadudu waharibifu zao hili la mnazi kwa sasa hivi limefifia katika eneo letu, na imepelekea hata kushuka kwa uchumi kwa kiwango fulani. Lakini kuibuka kwa jambo hili, maana yake sasa litapelekea kuinua mazingira yao ya kiuchumi kwa upya. Kwa hiyo mimi binafsi na kwa niaba ya serikali yangu ya kijiji na kata, lakini kipekee na ofisi ya mkuu wa mkoa ambayo imelenga jambo hili kuja kwetu, tunashukuru sana. Tumepokea jambo hili eh, kwa nguvu zote, kwa mikono miwili, na kwamba hii ni fursa ambayo tunaendelea kupongeza hata serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kipekee mambo haya yanayotendeka kwenye maendeleo ya vijiji, ina maana ni fursa pia kutoka kwenye uongozi wa serikali kuu. Mimi nimepewa minazi yangu mia sita, minazi mia sita kwa sababu nina vitongoji vitano. Nimependa kwamba kila kitongoji hiyo minazi, kila mwananchi wa kitongoji changu apate, ili aikumbuke Simba vizuri, pamoja na serikali ya Mama Samia, pamoja na viongozi wetu wa wilaya, pamoja na mkuu wetu wa wilaya, pamoja na mkuu wetu wa mkoa kwa sapoti kubwa, pamoja na diwani waliofanya jambo hili mpaka likawa linafika kwa wananchi wetu. Kwa maana hiyo, sina la ziada zaidi, sana ni kuliomba, ni kuliomba shirika kututhamini kama lilivyotuthamini na kutujali kama lilivyotujali pamoja na serikali yake ya Mama Samia mitano tena, Mungu ampe kwa uwezo wa Mungu. Mimi kwa kweli nimepokea kwa bashasha kubwa sana kwa sababu swala hili lilitokea, miche ya minazi kutuka kijiji chetu kama miaka arobaini iliyopita. Kwa hiyo ni neema kubwa sana, kwa hiyo nashukuru serikali ya Mama Samia, mkuu wetu wa mkoa, kurugenzi pamoja na bwana Innocent, naye Juma Kasidi wa kijiji cha Jirehini. Alirejea kuishukuru serikali na Simba Terminal huku akishauri kutafutwa kwa mbinu mahususi ya kuwakabili tembo wanaoharibu minazi. Naishukuru Simba Terminal kwa kuletea mradi huu, mradi ambao tumepokea vizuri sana na tumefarijika vizuri sana, kwa hiyo naiomba serikali itusimamie, na pia kuna changamoto nyingine, pia naomba pia azisimamia kwa sababu hususani kijiji chetu cha Dima uwa sana tembo ni mara kwa mara, na tembo na minazi ndio pahala pake. Kwa hiyo pia naomba Mheshimiwa Rais zoezi hili alisimamie kuwazuia wazuia hawa tembo ili wasifike kwenye kijiji chetu cha Dima, kwa sababu tembo na minazi, yani akiona mnazi basi hataki chakula chochote mpaka anze na mnazi. Nadhani wazee wetu walipanda minazi wakatuacha minazi, na mpaka sasa hivi minazi mingi imeangushwa na, na, na tembo. Kwa hiyo kama tumeanzisha zao hili, naiomba serikali pia ilisimamia ili kuhusu swala la tembo. Tembo wanatuathiri sana katika kijiji chetu cha Dimu. Katika zoezi la ugawaji wa miche ya minazi, ambalo pia afisa kilimo kata ya Gombero Esther Robert pamoja na mtendaji wa kata alikuwepo na kukiri kupokea miche elfu tano ya minazi kutoka Simba Terminal, wakisema itasaidia uendelezaji wa zao hilo la biashara kwa wananchi ya minazi kupitia kampuni ya Simba Terminal. Mbegu niliyoipokea ni East African Tall. Mbegu hii ni minazi ya kienyeji ambayo ina hatua za upandaji. Tunapanda mita saba kutoka mche mpaka mche, na kutoka mstari mpaka mstari tunapanda mita nane, na aina hii ya mbegu naanza kuzaa kwa muda wa miaka sita mpaka nane. Tunayo minazi elfu tano ambayo iko katika mchakato sasa wa kugaiwa kwa wananchi ambao ni wakulima wa kata ya Gombero, ili waweze sasa kujinufaisha, uh, wao wenyewe kupitia minazi hii. Lakini pia tupende kusema tu minazi hii sasa itakuwa ni fursa ya maendeleo na chachu ya ukuaji wa kiuchumi e, hasa katika huu upande wetu e, tunayo tu, tulikuwa na minazi mingi ambayo mingi ilizeeka na mingi ilikufa, na tulikuwa tunafanya jitihada za kuona namna gani tunaweza tukafanya mrejesho wa kupata mazao haya ya asili. So tunashukuru sana wadau wetu na wote ambao wameshiriki katika kuhakikisha tunapata mradi huu. Pamoja na hayo, Tiria ameshukuru serikali kwa ushirikiano alioonyesha kwenye utekelezwaji wa zoezi hilo akimwelezea Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na viongozi walio chini yake kuwa mstari wa mbele katika kuharakisha maendeleo ya wananchi. Tumeshirikiana na serikali ya mkoa chini ya mkuu wa mkoa uh, Dr. Batilda Buriani kwa kweli ametupa ushirikiano mkubwa sana, na anaisapoti sana Tanga kwa kazi kubwa ambayo anaifanya, ukiangalia hizi zote ni juhudi zake. Sisi kama wadau wa wadau wa, wa biashara tunaunga juhudi za rais wetu Dkt. Samia Salu, Samia Suluhu Hassan kwa zile juhudi anazofanya. Kama wadau wa, wa, wa sekta ya, ya, ya binafsi tukaona tusiwe nyuma Dayo, project, na siturudishe turudishe kwa jamii. Kwa hiyo tumetoa hii projekti na sio hii ya kwanza, hii Tanga hii tumefanya, hii ni projekti ya pili katika kuhakikisha mazingira yanakuwa salama. Kampuni ya Simba Terminal imeanzisha mradi mkubwa wa mazingira ikiwa ni sehemu ya kampuni kushirikiana na serikali katika kuhakikisha shughuli zinazofanyika haziathiri mazingira ya mji wa Tanga na viunga vyake. Mpaka kufikia hapa, tumefika tamati mwa makala hii. Mwandishi wako ni Ibrahim Kunoga, nyuma ya kamera alikuwa ni Mudrik Bakari

Habari, wateja wetu wazuri wa tableti zetu Tanzania. Tume restore tableti yetu pendwa ya KD55 yenye kioo display inch 8, uwezo wake ni GB 256 na RAM 8, inatumia laini mbili, macho matatu, pamoja na cover lake ambalo ni gumu, ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa urahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na programu za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza, lakini pia. Pia ina zawadi kemkem kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wai ofa yako ambayo utaipata kwa shilingi laki moja na elfu themanini tu. Kwa mawasiliano, tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. Tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.